Unaweza kuniambia mimi ni nani? Hmm. Kiusima ukweli, hilo ndio swali ambayo lilikuwa linanisumbua toka niko hospitalini mpaka nafika mpaka saa hivi sielewi, yaani sielewi chochote kwa sababu Usiku nina mume wangu, mchana nina wewe ko. Mpaka sasa hivi mimi mwenyewe sijui hata mimba ni ya nani, wala sijui ni mpya nani. Oke okay, sana sasa. Kesho hapa hakuna namna, haijalishi mimba ni ya Karisi au mimba ni ya Maraki, lakini hapa moja kwa moja lazima mimba hiyo ya Maraki, kwa sababu Maraki ndo mume halali wa Scholastica. Hapa kuna njia nyingine mkatu, ili swala la mimba husakamina wewe ripoti tukazopekea maraki kama mimi halali ndo kwa kwa sababu hujui nani nani ambaye amepamia mpaka sasa hivi, ndio ibaki tu hivyo ili kulinda heshima na kuendelea na maisha mengine. Saumana, nahisi kama vile akili yangu ni basi, nafikiri kitu ila

sina na maana hiyo. Unajua wewe ni mke halali wa kaka sawa, mimi ni mdogo wa kaka, nakupenda sana. kaenda chakuastnde wa wow. Twende bwana, taitaka kunichukulia poa <laughs>

leo ni siku ambayo na furaha kweli kweli. Mke wangu, yaani mke wangu, na furaha, na furaha kiasi kwamba nizungumzieje? Yaani, yaani, yaani sijui mtoto nitamwandalia mazingira gani ambayo yatakayomfanya ajisi ni mtoto pekee katika hii dunia. Subiri kwanza. Hajawa mtoto sasa hivi ni mimba. Kumbe ni mimba. Yaani wewe unaona kama vile ndio unamuona hapa anacheza cheza mtoto. Ah, ah. <laughs> Anapita pita yaani, hapa sasa hivi <laughs> hey. <laughs> Hey. Yaani, mimba. Ah. Wewe unamsikia anakuita baba huko, baba baba. masikio yako wangu mm. Kuna vigari fulani hivi e. Hmm. Eh, utaki tena? Na magari alikwambia, wa kiume na mtu lazima wa kiume mtoto, ena natamani awe mrithi wa mali zote ambazo nazo, basi unajua, zote toto wakike ni vigumu sana kuhalisisha mali mapema. <laughs> Umeanza kwani, si tuna shida gani ganiapana, ila natamani ya mtoto wa kiume. Sasa usiseme hivyo bwana, kwani akiwa wakike sio mtoto wako? Ni basi mi nataka wakike. Umenizidi na mi stai kitu kama hicho. Ndio wa kike kwa sababu gani? ujue dalili ambazo nimeambiwa navyo ah, ni na za mtoto wa kike. Kweli tena nimeongea na mama, kaniambia atakuwa wa kike. Dalili za watoto wa kike wa kiume wako. Wa kiume asubuhi kuna tapika sana na jioni muda wa kulala unasikia kiungulia hey, lakini unajisikia kutembea tembea tu, you know, nataka tu upendo.

Kweli kanipiga buti. Imekuwa kubwa lini mpaka linimpaka imeanza kupiga mabuti. Kuanzia leo. Unisikilize kwa, mm. <laughs> kwa umakini. Sitaki ujihusishe na kitu chochote humo ndani. Halafu nani atafanya sasa? Kazi zote zoniachie mimi. Mama. Kuanzia kupika, kufua,

Yeah. Oh, tulia mke wangu, mtoto usitaki kumgusa oh, ulijifunzia wapi? Hmm? Mm. Hey, yani, yani, yani, yani nilienda chuo ambao unahusika nayo, kuna kikao cha wanaume kuhusika. Mimi ndo nilienda wakani kwa darasa <laughs> <laughs> kwa wale ambao tayari wana nani, wana wana wana, wana mambo yao

Na wala siwezi kujutia uamuzi ambao nimeuchukua mimi. Na imani kabisa wewe ni mtu ambaye unanifikiria sana, unanipenda, una <coughs> wa na unanijali sana kwa hiyo sijajutia sana uamuzi wako. Kiufupi tuko pamoja, sawa mdokwangu. Lakini usikae ukani ukaenda na mazalimbaya lea, na naamini utarudi tena. Sudi kwanza kukupa mbaya upiti. Alafu baadaye utajipanga kama nyingine. Okay, sawa kaka. Mimi nakuelewa sana. Ah, alafu. Sahau. Na mambo ni mengi maana ndio <tiponzo> tutaachana kumwona tuelekea kazini kabisa, kwa kuandaa pesa kidogo hivi, kwa ajili ya hii utakula njiani. Ana ndo safari meia yeah. Safari imewadia <coughs> naomba nikuwaje, naomba niwaache mi, naamini nitarudi, kwa sababu safari moja kwazi safari nyingine takumisi sana lakini pia nitawakumbuka mno, kwa sababu ni watu ambao ni mazoea nimeishi na mie. Lakini la mwisho, japo sio kwa umuhimu, nimpigia simu Wilfrida. simu yake haipatikani na leo ni kama siku ya nne sasa, nikimtafuta. Na naimani Wilfrida takuja hapa ni akija mwambie kila kitu, na kama atakawa apoteza namba yangu, naomba upatie ili tuwasiliane. Sawa mama. so, na anamwazia sana wetu, sikuchoshe. Mungu akipenda utaona ndugu zangu wengine wapi hai. Aa, sawa. Mimi kama jinsi nilivyokuambia, yaani shukrani tu ambazo nazokushukuru mdogo wangu, kwa sababu umenijengea heshima kwa majirani, hata kwa jamii nzima kiukweli. Nimehangaika sana sana, sana. Sio rahisi kwa mwanaume kama mimi ambaye sina uwezo wa kumbebesha mwanamke, mimi kutafuta mwanaume mwingine ili aje kuja, hawezi kuziba lile pengo, ila wewe umejitoa kwa mikono miwili ili uweze kunijengia heshima mimi. Nakushukuru sana mara. Ninachoamini sio kwamba umefanya hili kwa sababu ni damu moja mimi na wewe, hapana, eh, ila umeangalia heshima yangu mimi na familia na hata jamii na utozunguka mimi. Nakushukuru sana. Kama laki upaswa kushukuru kiasi hicho, mimi ndugu yako sikuwa na budi kufanya hivyo, kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kuona ukipata aibu. Ni kweli ilikuwa ni ngumu, lakini ningefanyaje? Hali ni damu yangu, kukwa swala hilo, ondoa hofu, ondoa shaka, tuko pamoja, kaka. Kiukweli, kama kuna watu ambao wanakaa sehemu wanajisifu, nina mtu fulani ambaye namtumainia, na mimi ilioyapo, wewe utakuwa ni namba moja miongoni mwa watu ambao na matumaini nao. Nakuamini, nakuamini sana mdogo wangu sana. Hata usijali, tuko pamoja sana. Sasa acha mimi niondoke, unajua muda huu si nikachelewa na gari zikaniacha. Ni kweli, ila uongeze umakini kwa sababu hata wakati tunaendelea na huu mpango, kuna kitu linikwaza. Nimefeli wapi kaka? Unajua wakati nazungumza na Steve kaniambia, kuna siku alikuona wewe na shemeji yako mkitoka bafuni kuoga, umebeba ndoo tena, mkiwa mmevaa kanga moja nyote. Sasa ni swala ambalo haukuwa nalo makini, mdogo wangu. Steve kaja kuniambia kama kuna majirani wengine wa ambao waliwaona mimi na wewe, hatujui hii naweza kawa hatari kwenye mipango yetu. Kama jamii itakuja kujua mimi sina uwezo wa kumbebesha mwanamke mimba, wale majirani ambao wanaonifahamu wakijua hili alafu akija kukumbuka nai tukio ambalo alituona na mimi, inaonekana kama kuna vitu ambavyo vinaendelea. Kwa jitahidi sana mdogo wangu, kuendako uwe makini sana, hata katika mazungumzo yangu mimi na wewe hey, tukiwa tunadirishana habari za mimba inaendeleaje na nini kinachoendelea. Jitahidi sana uwe makini sana, mtu yeyote asikusikie, angalia usalama kwanza wa mazingira uliopo, ndio tuweze kuzungumzia hizi pointi Amalaki. Yaani, kweli niliteleza tu, nijitahidi kadi inavyoweza kuwa makini kwa hali na mali, lakini mapenzi ya shemeji alizidi na akavuka mipaka. Nakumbuka siku hiyo, sivyo, alipotuona. Mi ndo nilikuwa bafuni, shemeji aliletea kanga, nikashangaa naye anaingia ndani, na nilikuwa ni siku moja tu, sijui tunakoga naye tena bafuni. nahisi hiyo siku ni ah, nisamee sana kaka. Usijali kwa hilo, ila kitu kingine nikusii mdogo wangu hii e, sasa siyo ombi. Mi namshukuru Mungu pangu wetu umekamilika, hata nikibaki na mtoto mmoja tayari ni heshima kwangu, siyo? kanogewa mdogo wangu, hapo sitojali nini wala nini. Wewe unanijua vizuri hapa imeisha, imeisha kwai, sawa. Mi naamini hicho kiasi nilichokupa kinatosha sana, na kitafika kwa wakati. Utampatia mama hicho ambacho kinachostahili kumpa, na kitachobaki basi utafanya mambo yako. Najua Wilfrida, naeza nyumbani. Naomba endapo Wilfrida akifika basi mpe namba yangu, kwa sababu yeye ndo furaha yangu. Usijali, atalisimamia hilo. Chukua boda boda basi ili uweze kuondoka. Basi shukrani sana. Saficha wapi sura yangu nininge yeah? si ulaumu moyo kukupenda, lakini penzi mbona denja? siwezi ruhusu kukupenda, nihurumie. Shemeji yangu amenipenda, mwezenu. Shemeji yangu amenipenda mie, shemeji yangu Amenipenda kwa nini? Jamani shemeji yangu, amenipenda.